na mwaka huu kutoka kutoka ile 1.6 ilikuwa inaongezeka ili inaongezeka ongezeka tu milioni 200, milioni 300, milioni ngapi? Lakini kutoka mwaka jana mwaka huu mwaka jana acho ilikuwa ni 3.5 bilioni 3.5. Lakini mwaka huu ni 4.5. Tumeongeza bilioni nzima kwa mwaka mmoja. Kwa kama kuna kazi iliyofanyika kubwa sana ni kipindi cha mwaka huu mmoja 1.6 tukaenda bilioni mbili mpaka tukafika 3.5, lakini kwa mwaka huu tunaondoka ni bilioni 4.5, kwamba tumeongeza bilioni moja kwa mwaka mmoja tu. Lakini hili limefanyikaje? Limefanyikaje kwa ajili ya mapinduzi makubwa tuliyofanya mwaka huu ya ukusanyaji, taratibu za ukusanyaji na kuinvolve kutanua wigu wa, wigo wa watu wanaotakiwa kukusanya fedha hizi. Tulipofika hapa, tulibadilisha taratibu kidogo, tulikuta kuna watendaji tukawapa shughuli nyingine za utawala, tukasema waje watumishi wengine, ambao tukawa tuna rotate, sio watumishi wa muda wote, ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, ukishafanya anakuja mtu mwingine, ili kuweza kufanya na wengine wote tukashirikiana tumeona sasa mafanikio ya kushirikiana leo tumeongeza bilioni moja katika mwaka mmoja, jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya Malinyi toka tumeanza halmashauri yetu hii. Lakini kutokana na ile, mheshimiwa mwenyekiti, imetuwezesha kupeleka 1.8 bilioni kwenye bajeti ya maendeleo, kwa sababu tumekusanya vizuri, tumekusanya sana. Ni kipindi ambacho bajeti yote iliyokuwa imepangwa kutekelezeka mwaka huu imetekelezeka na ya ziada. Kama unavyojua mheshimiwa mwenyekiti, tulimaliza ile asilimia mia mapema ile tukaongezewa milioni mia mbili tukamaliza mapema tukaongezewa tena milioni mia sita e, eh, milioni mia nne na nusu. Na hii kidogo limetupiga chenga kidogo, kutokana na daraja kuwa limepata limepata changamoto, lakini pamoja na hivyo, pamoja na daraja kupata changamoto, pamoja na mvua, lakini tumeweza kuongeza bilioni moja kamili. Ina maana kama kama hii miezi miwili tungeenda kawaida, tusingekuwa tunasema bilioni moja, tungesema zaidi ya bilioni moja, kwa changamoto tulizokuwa nazo na kuchelewa pia minada, minada ya nini ya ufuta, kutokana na mvua kuchelewa kwa mpaka sasa tunavyofanya, mpaka leo tulivyokaa, tumefanya mradi uh, mmoja tu nini wa ufuta. Regardless, tumefanya production kubwa sana katika maeneo yetu. Kwa hiyo hizi 1.8 bilioni imeenda imetengeneza madarasa ambayo karibu darasa 38 ya shule za msingi, kuna nyumba za walimu tumejenga pale, kuna maabara, kuna fursa ambayo tumedhibiti mfufurua na mambo mengineo ambayo tumeweza kuyafanya, kwa sababu tulikuwa na pesa za kutosha ambazo zienda kwenye shughuli za maendeleo. Kisha mwenyekiti, kwenye swala la ajira tulipongeza na serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, ni kipindi ambacho tumepata <coughs> watumishi walio wengi na tuendelea kupata watumishi walio wengi. Katika mwaka huu pekee yake tumepata watu 365 ajira mpya. Watu 887 wamepata promotion na malipo mbalimbali. Stahiki za uhamisho, stahiki za mbalimbali za watumishi, tumeweza kuzifanya kwa kadri, kwa uwezo mkubwa sana. Kwa watu wamepata morale wa ya kufanya kazi vizuri ni kwa sababu tulikuwa napata fedha za kuweza kusaidia kupata sadaka zao mbalimbali. Mtu mbali, akiwa ana madeni hakika anakuwa ufanisi wake unakuwa ni lazima mdogo. Lakini kwa sababu tumeweza kupata fedha za kuweza kusaidia madeni madeni yao mbalimbali, mbali, wameweza kuongeza na morale wao za kufanya kazi zao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu katika mwaka huu wenyewe tu bilioni moja tumeweza kutoa kwenye mikopo ya wanawake Uh, wanawake vijana na watu wenye ulemavu bilioni moja imezunguka mwaka utu katika wilaya yetu, bilioni moja ambao vikundi vya wanawake 42 vikundi vya vya vijana 46 na vya watu wenye ulemavu vikundi sita, vimepata fedha hizi, na fedha hizi zimetokana kutokana na mapato yetu yalikuwa makubwa ndani na ile ambayo ilikuwa ni bakaa baada ya kwa kwa mazoezi kwa ilikuwa zimesimamishwa kwa kiasi kidogo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, la mwisho